Na mtu yoyote anayekusengenya, mi ningekuwa namjua anayenisengenya ningempelekea zawadi, kwa sababu ananipa mambo mazuri siku ya Kiyama. Zawadi ambayo atakunywa au atakula au atavaa mwisho wake itakuwa ni kwenda chooni, ima haja ndogo au haja kubwa. Lakini zawadi alonipa yeye kwa kunisengenya kwake

anapewa yule alomsengenya, kwa sababu hana cha kumlipa. Mwisho akionekana amali zake nzuri zimekwisha, yanachukuliwa madhambi ya alomsengenya, anapewa yeye, kisha anatupwa katika moto wa Jahannam. Hadithi ni Mtume inamaliza hivyo. Hongera mwenye kusengenya, congratulations, kwa sababu unampa mtu mambo makubwa siku ya Kiyama ambayo atajivunia mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Allah anasemaje?

Kwamba enyi mnaosengenya, mnapenda kula nyama ya ndugu yenu maiti? Ameletwa mwili wa fulani ameshafariki, unaambiwa chukua kisu na umma kata, kula. Unapenda utakula? Huwezi kula. Sasa nini Mwenyezi Mungu unatupigia mfano wa maiti na kusengenya? Je, kuna relationship gani kati ya maiti na kusengenya? Kwa maana kwamba yeyote mwenye kusengenya huwa anasengenya huko kichochoroni, kapita fulani, anamsengenya unamwona ndo fulani ibn fulani kadha kadha kadha kadha, yule hayupo, hawezi kujizungumza kwamba anaposema sivyo au ndivyo, kwa sababu alizungumza peke yake. Ni sawasawa sawa na maiti, unapokaa mbele ya maiti ukaanza kumsema. Je, maiti atakwambia unasema uongo unanizulia? Maiti aseme? Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema mwenye kusengenya ni sawasawa na mwenye kula maiti, kwa sababu unasengenya, unazungumza vitu ambavyo mwenyewe hasikii hawana uwezo wa kujieleza na kuzungumza kwamba ndivyo au sivyo, kama vile maiti ambavyo hana uwezo wa kumwambia hapo naniumiza, au nishike upande huu huko, nilianguka na basikeli nikaumia. Na hapo ndo Mungu akapiga mfano wa kula nyama ya maiti. Tuache kusengenya, tuache majungu, tuache anamima al alhaslatan anamima al walghiba

Watu wanasema ni madhambi madogo, lakini Imam Ahmad anasema ni madhambi makubwa, kwa sababu kusengenya hakufutwi na swala, kusengenya hakufutwi na zaka, kusengenya hakufutwi na hija, kusengenya hakufutwi na saumu. Ukifunga usema maadamu nimefunga, kusengenya itakuwa hamna. Ukisengenya, kufuta kusengenya kwako, umwambie ulomsengenya, nisamehe kama hutosamehewa, siku ya Kiama mema yako atapewa yeye, wewe uchukue maovu yake ulomsengenye, na hayo ndo malipo yako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.